na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya nyumba ya sanaa. Mara hii tunaangazia sanaa ya uigizaji, tukijikita hasa katika sanaa ya uigizaji wa michezo ya redio. Ninaye James Ngonyani maarufu Mkenge Nyau, tutakuwa tukizungumzia sanaa hii. Mimi ni Steven Mumbi, karibu msikilizaji katika makala ya nyumba ya sanaa, karibu sana. James Ngonyani, katika makala haya ya nyumba ya sanaa maarufu Mkenge Nyau, asante. Nimeshakaribia tu. <laughs> Uko vizuri? Vizuri. Ndio, ndio, ndio. Hongera kwa kazi nzuri. Asante. Wasikilizaji wakisikia Mkenge Nyau, kwa nini Mkenge Nyau? Ili ah, e, Mkenge Nyau sawa, linatumika sana kwenye sanaa hii ya kuigiza au sanaa za ngoma za asili, lakini historia ilijina jina nimelipatia nikiwa katika michezo ya karata, kwa sababu kipindi ninakumbuka miaka ya themanini mpaka katisini hivi nilikuwa na shiriki shiriki sana kucheza kuchezacheza hizi karata kama karata. Bahati nzuri michezo michezo, jua kwenye michezo kwenye mikusanyiko lazima kunakuwa wanasema, kunakuwa na vitu vinajitokeza. Sasa hili jina ndio lilikozalika la Mkenge Nyau na kwa nini na, na, na, na, na, na kwa nini li, li, niseme jina hili limetokana na karata. Kulikuwa na jamaa mmoja yeye ni, ni, ni, ni, ni kocha mzuri tu, yeye huwa akicheza karata ikimnogea, lazima aseme Mkenge Nyau, ile la, la, la, la, la, la Mkenge Nyau, yani kidogo ilikuwa lina linatumika katika namna hiyo, na yeye kama kiapo chake, kumwambia nakufunga, nakwambia unifungi hiyo ukinifunga, ah, wallahi Mkenge Nyau wallahi unifungi. Sasa siku tunakutana timu yao na timu yetu, mimi nikamfunga, ikatokea bahati nikamfunga yule bwana. Nilipomfunga na washabiki na wapenzi wale wa wameche, wa mchezo huo, ndio hasa jina likashika kasi kutokea siku hiyo. Sasa lile ndio likapelekea jina litoke kwake lije kwangu, kiboko ya Mkenge Nyau yule pale, kiboko ya Mkenge Nyau, basi likawa ndio jina jina jina jina mpaka hatua hii. Wakati naingia kwa Jangala, sawa, tutakuja kuzungumza. Umemzungumza Jangala. Jangala ni mwigizaji wa michezo ya redio wa siku nyingi. Msikilizaji, Marijani Rajab ni mwanamuziki wa muziki wa dansi kutoka nchini Tanzania. Alishafariki dunia. Ana kibao kinaitwa dunia mzava mzava. Hiki kimechaguliwa naye Mkenge Nyau.

dunia mzava mzava, ni kama Marijani Rajabu anasema, dunia ni kama vile tambara bovu hivi. Bovu ni kweli, kwa sababu ule nimeupenda, maanake akwambia sasa hivi utu umekwisha, matokeo yake tunaenda mvava mvava. Matokeo yake mwingine anakuwa hata kabiziwa mali, yeye mara nyingi huwa anajisau, ataiba atafanya hivi ili mradi ito wengine wana, wana, wanazurumu wanafanya mambo tofauti, dunia, dunia mzava. Mzavamzava. Lini hasa sasa uliingia katika sanaa ya uigizaji wa michezo hii hasa ya redio? Tisini na kitu hivi nakumbuka, na mpaka naingia mimi nilikuwa ni msanii wa ngoma, ngoma za asili e, bahati kikundi cha Mandela Theatre Troupe, wakati najiunga nacho, nikakutana na taratibu ambazo zina sanaa mchanganyiko. Ambao ni mwaka gani huo, huo? Eh, nimeingia Mandela elfu, be, tisini na hivi lakini mwishoni mwishoni kama kwenye tisini na nane hivi e, ya, nakumbuka hivyo ndo nikawa nimeingia baada ya kutoka maeneo maeneo tofauti tofauti. Sasa nilipofika pale nikawa nikazikuta nika na fani zingine tofauti tofauti, kama anavyosema, sio ngoma tu. Kikundi cha Mandela ambacho kinaongozwa na huyo Bakari Kasimbelemba kinakwambia kwamba unapoingia usitegemee fani moja, lazima utashiriki na fani zingine, utashiriki na fani tofauti tofauti. Kwa hiyo basi mimi nilishirikishwa kwenye mchezo wa kuigiza. Baada ya kushirikishwa, Mzee Jangala nakumbuka yeye ambaye ndio huyo Bakari Kasimbelemba akawa analiogopa lile jina la Mkenge Nyau kuliingiza kwenye michezo, akawa amenipa jina moja. Nakumbuka wakati ule alinipa jina la Kwato ambalo ndio tulikuwa tunarekodi mimi nikitumia jina la Kwato. Lakini baadaye yeye akasema, baada ya kugundua kwamba mbona huku James Ngonyani hii Mkenge Nyau imekuaje? Yeye alihisi ni jina langu kamili. Nikamwambia hapana, hili jina wamenibatizabatiza batiza tu <laughs> ndipo jangala kuanzia siku hiyo, nakumbuka ndipo alipo anza kuniingiza kuni, kuni, kuni li jina speshi kwenye michezo, ndio akawa sasa amelitoa jina la kwato, akawa ameingiza hili la Mkenge Nyau. Mchezo wako wa kwanza kuigiza unaukumbuka? E, ni michezo mingi mingi lakini ule mchezo ulikuwa tu upo kwenye yani jamii, kutu tulikuwa tunawapa elimu kwamba kwanza tukumbuke maisha yana safari ndefu, lakini maisha yana mabadiliko badiliko. Kuna kipindi mtu anaweza akamwoa mwanamke, lakini kuna kipindi mwanamke akaona kama vile yani afai au labda wewe unaweza ukawa unaishi maisha ambayo yako hivi, labda una, una, una kipato kidogo, lakini mwisho wa siku ikawa kipato kikawa kikageuka, maana yake kwamba kikabadilika, ukarudi hali ya chini. Kwa hivyo vyote ni sasa, tukuwa tunatoa tuelimu hivyo, tunapoishi tukumbuke kuna mbele, kuna, kuna kurudi nyuma. Kwa hiyo hayo ni maisha ambayo imewekwa katika hali ya kawaida sisi kama wanadamu, na mpangaji wa maisha yote ni Mwenyezi Mungu. Tupe kionjo kidogo, ukiigiza umezoea katika michezo hii ya redio, e, hasa kwa Tanzania waigizaji wa, wa redio wanakuwa na lafudhi mbalimbali ambazo zinawatambulisha makabila yao. Wewe Ngonyani ni kutoka kusini, ulichagua hiyo si sikufichi, si ku, si kupata sikupata na ile nicho ambayo itakuwa kama vile wakati ule tunaigiza na ao wakina mzee mutu kusema huyu bwana atakuwa yani, yaani nilikuwa tu mimi kama mimi kama Mkenge Nyau kama Mkenge Nyau, unatumia alafudhi ya Kiswahili Kiswahili kilichonyooka kama kawaida, sikuweza kuweka kwenye kikabila chochote au sikuweza kujiweka kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye kwenye kwenye labda niseme nitakuwa nita, nita, nita, nita mimi nitatumia labda lafudhi hii la, la, au nitatumia lugha hii hapana, si kama walivyo wakinamwita maranya ama jangale mwenyewe na wengineo eh, wengi kama ndio kwanza unafungulia redio yako, yaani makala ya Nyumba ya Sanaa ikuijia moja kwa moja kutoka hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Nazungumza na James Ngonyani Mkenge Nyau, muigizaji wa maigizo katika redio. Mbali na kuigiza kwenye redio Ngonyani, umeshafanya kazi nyingine za sanaa hii, mbali na uchezaji wa ngoma ulioniambia, sanaa nyingine sikubatika zaidi ya hiyo ngoma za asili, na kwa sababu ilinivutia toka shuleni na kuigiza toka shuleni, na bahati nzuri nikawa hizi ngoma za asili zikawa ziko ndani ya, ya, ya, ya, ya, ya damu yangu, lakini sana sana baadaye hapo ndio nikaja kwenye kuigiza, na hata UMC nikawa ushereshaji wa shughulishaji ushereshaji sawa sawa. E, kwa hiyo hiyo ukiniweka pale wakiniambia tu bwana nipambie, ni, ni, ni, ni, ni, ni shughuli yangu kwa maana ni ishereheshe shughuli yangu basi haina ya tatizo, kwa kweli, na mwenyewe utafurahi. Mtangazaji: haya, msikilizaji, miaka mingi iliyopita kibao Zuena kiliimbwa na Marijani Rajabu, ndiyo yule umemsikia pale awali katika dunia mzava mzava. Diamond Platnumz anakuambia Zuena amebadilika, Zuena siwa miaka ile ya nyuma, kibao hiki Inaitwa Zuena. Nasibu Abdul maarufu Diamond Platnumz kutoka nchini Tanzania. Abarikani, kaka na mimi, mnanisikia mi mzima wa afya, mama, Mungu anasaidia. Toka ulipotwacha mototi anazidiwa bibi pressure, pressure naye akatangulia.

amebadilika sana. Yani, Shamlake Bizu wa leo sio yule wa jana. Natamani ungemwona, japo ungemwona kidogo, tungemwona kaichukua we mzungu, anavuta na sigara, mara boko maayaara anachezesha umia, mara Diamond Platnumz anakuambia. Zuwena amebadilika, Zuena, Zuena sio yule wa miaka ile, Zuena mwingine. Msikilizaji, hata maisha yanabadilika, mambo yanabadilika, saa hizi tuko katika zama nyingine. Nasema dunia inakwenda kasi, hakikisha nawe unakwenda nayo. Bado tunazungumzia sanaa ya uigizaji unaonaje maendeleo ya sanaa ya uigizaji, hasa michezo hii ya redio ambayo wewe unaifanya? E, ndugu mtangazaji, maendeleo ya sanaa, hasa kama unavyosema ya redio, ni mchezo ni yani, tuseme ni taaluma kama taaluma zingine, kama unavyoona taaluma zozote zile, ndio kama hizi fani za mchezo wa kwenye redio, kwa hiyo kwenye redio nikisema taaluma kwa sababu, wapo kweli kuna watu ambao wanafai, walokuwa, wame wameona faida yani yeye binafsi au kikundi au jamii kwa ujumla inamwona ule mtu, lakini wapo ambao tunaweza tukasema kwamba anachukulia tu kama ah, mimi acha tu nikafurahishe basi, nimeshachekesha hivi basi, kitachotokea ndio hicho. Kwa hiyo mi nasema tu kwamba hata sisi wengine wakati huo unaona faraja, ukisema unakuja hapa unakutana na kina eh, James Mwilu unakutana na na, na, na, na kina wale ambao walikuwa fundi wakati huo, basi unaona unapokuja studio kuigiza maana yake unakutana na watu mbalimbali ambao ulifanya nao kazi miaka mingi iliyopita. Ni kweli kabisa na kipindi kile mi ni seme, ambacho tulikuwa tunafanya sanaa wengi tulikuwa tunasema elimu faraja, yani ukishaitoa wewe unaona malizika. Kwa hiyo kile unachokipata ambacho tayari utafikiriwa aiza ulifanya kupitia taasisi fulani au ulifanya kupitia labda jambo e, e, fulani kile unachopata basi ndo hivi. Lakini nikwambie, ni, ni tu mchezo wa, wa, wa kuigiza kwenye redio, kama utakuwa umejikita vizuri unaweza ukapata faida nzuri kwa sababu utakuwa tayari wanakuamini watu ili uielimishe jamii, na hususani kwenye matukio, kila aina tukio ambalo linatakiwa lielimishwe au jamii waipate, kwa sababu wewe mara nyingi unaonekana kwa ni msanii, unaweza ukatoa elimu, watu akakusikiliza, watu wakakuelewa. Kwa hiyo kwanza hiyo niseme ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni faraja, na niseme ni, ni, ni hiyo ni, ni, ni, ni sifa moja hapo ambao kama unakaa unaitengeneza jamii watakufahamu na wewe utaonekana kazi yako uliyoifanya. Mambo gani unafikiri katika sanaa hii ya uigizaji yanaweza yakafanywa kazi ili angalau sanaa hii iendelee kukua na kukua ifike mbali? Maana uigizaji wa kwenye redio sasa hivi naona umefifia kwa kiasi fulani. E, ni kweli ni kweli kweli, sasa hivi tunachotakiwa tutoke, kwa sababu kwanza redio zimekuwa nyingi, mtu ajui asikilize ipi asikilize ipi. Kwanza hivi vituo vya redio vimekuwa vingi, lakini hata ukirudi kwenye hizo station za, za tv ambazo jamii inaweza ikakuona na jamii inaweza ikakuangalia vizuri, hiyo ni, ni, ni, ni vituo vipo vingi, lakini tukirudi kwenye kwenye, kwenye, kwenye hilo sasa la masilahi au la maendeleo, ili sanaa izidi kwenda mbele kwanza, wasanii wenyewe tujitambue kwenye nafasi zetu, wasimamizi nao ambao wanasimamia hii sekta na wao waelewe wajibu wao. Lakini tunasema sasa hivi tunaondoka kwenye utaratibu ambao huu tu wa kawaida kawaida, tunaenda kuna kuna, kuna majambo au kuna wafadhili. Tunasema wafadhili wao kama wao kama watafadhili kitu kilichokuwa kina ukweli mfano tumepatana bwana, nataka unitolee elimu jambo hili, iwe kwenye redio iwe kwenye televisheni, lakini wewe bwana, kama wewe pasenti yako au wewe kama wewe utakuwa umefaidika na hili, hata katika mikataba ilokuwa ya ukweli kabisa, mi nafikiri sana itaenda mbele lakini kama tutabaki tu palepale usubiri asante, kama msanii ambayo unatakiwa una, una ukatoe elimu na elimu kabisa ambayo inawafikia wananchi. Unajua watu wanazarau tu, lakini kuna kipindi hata kiongozi mwenyewe wa siasa, kama kweli jambo lake linataka liende vizuri, amtumie msanii, lakini kwenye masuala ya kimaendeleo. Sizungumzie hapa aende amsifie yule mwanasiasa, hapana. Manake mtu atakwenda pale kwanza, atakua choki, atakua anafurahi lakini kuna elimu ataipata, kwa hiyo atakuwa anafaidika mambo mengi. Kwa hiyo hilo ndio nilikuwa naliona la msingi, kwamba kama tukishikana, wafadhili, wasimamizi, kwa maana ya viongozi hao wa taasisi ya sanaa na waigizaji wenyewe wenyewe, mi nafikiri tutaenda mbali. Hongera sana na nakushukuru sana kwa kuzungumza nasi katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. E, na mimi ni washukuru na nikushukuru wewe kwanza mtangazaji binafsi kwamba ume, ume, umeona kwa nini, nisikae ni, ni, ni, ni, ni, ni, na Mkenge Nyau na pongeze na nae nipongeze kituo hichi cha redio ya kuweza kunialika msikilizaji. Lady JD miaka ishirini na tano ya kufanya muziki anakwambia mambo matano

Kabla hatuja agana, unapatikana mitandaoni bado? nipo nipo, ile wanasemaga, make sijajua sio rasmi sana, lakini watu wanakwambia unaishi kinyelele nyelele, sawa na nambari ya simu basi, kwa nambari ya simu alama ya kujumlisha mbili tano tano saba moja nne kumi na nane hamsini na moja sabini na nne. Ni kushukuru sana, asante asante sana Msikilizaji wa RFI Kiswahili, ndio nakunja jamvi la makala haya kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Ni James Ngonyani, Mkenge Nyau, muigizaji e, kutoka nchini Tanzania, akifanya sanaa ya maigizo yawe ya jukwani ama ya redio na kidogo ya TV. Mimi ni Steven Mumbi. Juma jalo ni makala nyingine, nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi. Kwa heri kutoka Dar es Salaam.